Leo tarehe moja Mei 2025 ni mwaka mmoja toka ulimwengu wa fasihi hususan tanzu ya ushairi ulipompoteza mmoja wa mabingwa wa ushairi nchini, mshairi bora marehemu Amiri Abdallah Sudi Andanenga sauti ya Kiza, aliyefariki mnamo tarehe 1 Mei 2024. Tunamuomba, tunamwomba Mwenyezi Mungu mtukufu amrehemu, amsamehe alipoteleza na amruzuku pepo, allahumma amin. Marehemu mshairi bora Amiri Abdallah Sudi Andanenga sauti ya kiza alikuwa manju, jagina, fanani na mwalimu aliyetoa mchango mkubwa kwa maendeleo ya lugha ya Kiswahili na ushairi kwa ujumla, akishiriki katika vipindi mbalimbali mbali vya lugha redioni na runingani, katika makongamano anuwai, na pia kwa kutunga vitabu na diwani ya ushairi. Ndugu wanahabari, idili ya kuwaita asubuhi hii kwa niaba ya kamati ya kumbukizi ya mshairi bora marehemu Amiri Abdallah Sudi Andanenga, sauti ya kiza, ni kuwatangazia kuwa kamati hii imepanga kumkumbuka na kumuenzi mshairi huyu nguli kwa kufanya shughuli mbalimbali zinazohusu lugha ya Kiswahili na ushairi na hatimaye kuhitimisha programu hii kwa programu maalum ambayo itaanzia tarehe 30 pia ya mwezi huu. Mbali ya shughuli mbalimbali zitakazofanyika hapa katikati, mnamo tarehe 30 Mei 2025 kutakuwa na tukio la kuzuru kaburi lake na kumfanyia dua pale kaburini tarehe 28 na tarehe 29 Mei 2025 kutakuwa na tukio la kongamano la lugha na fasihi, ama shughuli ya inayohusu lugha na fasihi, na hii anwani yake rudisha kitabu nyumbani, na shughuli hii iliyoandaliwa na mfuko wa fasihi Tanzania itafanyika katika kijiji cha Makumbusho tarehe 31 Mei. Chama cha usanifu wa Kiswahili na ushairi Tanzania UKUTA kitafanya kongamano ambalo litajikita katika kuangalia risala na hotuba za Mwalimu Nyerere pale katika mahala ambapo patatangazwa hapo baadaye. Chama cha UKUTA kitafanya kongamano hilo na tarehe moja Juni, tarehe moja Juni, mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano kutakuwa ndiyo siku ya kumbukizi ya mshairi bora marehemu Amiri Abdallah Sudi Andanenga, sauti ya kiza katika ukumbi utakaotangazwa hapo baadaye. Kwa hivyo, utaona shughuli yetu itaanza tarehe 28 mpaka 29 Mei kwa kongamano la lugha na fasihi chini ya mfuko wa fasihi, na tarehe 30 tutakuwa na tukio la kuzuru kaburi la mshairi bora marehemu Andanenga, na tarehe 31 tutakuwa na kongamano chini ya chama cha usanifu wa Kiswahili na ushairi Tanzania, ambayo yeye marehemu Andanenga ni miongoni mwa wanachama wake. Kwa hivyo kutakuwa na tukio hilo la kongamano la, la ukuta tarehe moja, tarehe 31 kongamano la ukuta kuenzi risala za mwalimu Nyerere, na tarehe moja Juni itakuwa ndiyo siku ya kumbukizi ya mshairi bora marehemu Abdallah, uh, marehemu Amiri Abdallah Sudi Andanenga. Kwa niaba ya kamati ya kumbukizi ya mshairi bora Andanenga, nachukua fursa hii kuwaalika wapenzi wote wa Kiswahili na ushairi kushirikiana na kushiriki katika matukio yatakayopangwa kwa nia ya kumwenzi mshairi huyu bora marehemu Amiri Sudi Abdullah Andanenga. Tusisahau kuwa dua maalumu ya kumwombea itakayofanyika tarehe 30 itafanyika katika msikiti wa mfalme wa sita, BAKWATA makao makuu pale, kuanzia baada ya swala ya lasir, na tunataraji siku ile kumkumbuka yeye na kumkumbuka na kuwaombea dua washairi na Waswahili watu wa lugha wote waliotanguliwa wakiwemo Shekh Muhammad Ali al-Bukhari, Shekh Saadani Abdul Kandoro, Shekh Amir Abedi, Shekh Abdul Bari Diwani, Shekh Shabani Gonga, Mzee Hamisi Khamisi, Akida Maalim Pera Ridhiwani, Ustadhi Sihiana Saleh Mandevu, mzee Jumaani Abdallah na wengineo. Hao wote ni Waswahili, ni washairi, ni wapenzi wa Kiswahili na ushairi. Kwa hivyo, tutawakumbuka siku ile, na tunakusudia matukio haya yawe yanajirejea kila mwaka katika kuweka kumbukizi ya Waswahili hawa, ya washairi hawa nguli waliotangulia mbele ya haki. Kasi mpazi haumotile. Lakabu yangu ni mndewa wa sungwi e, kuhusiana na hii kumbukizi ya kumenzi na kumkumbuka mzee wetu marehemu mzee Amiri Sudi Andanenga, tukumbuke kwamba mzee Andanenga ni mdau wa Kiswahili, ni mpenzi wa Kiswahili na ushairi, bali kwa kuongezea, naweza kusema kwamba mzee Andanenga alikuwa ni nusu ya kamusi ya Kiswahili tunapotatizika na maneno ya Kiswahili huwa tunakimbilia kwa Andanenga na na anatupa marekebisho tunaendelea na kazi zetu. Kuhusu hali ya Kiswahili, mimi nafarijika kusema kwamba hali ya Kiswahili inakuwa nchini Tanzania na hata nje ya Tanzania. Tunashuhudia sasa hivi makongamano mbalimbali, warsha mbalimbali zinazoandaliwa na serikali na vyama ambavyo si vya kiserikali kwa ajili ya kuhuisha lugha ya Kiswahili ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Ushahidi ni kwamba sasa hivi taasisi mbalimbali zimesajiliwa na serikali kwa ajili ya kukitetea, kukipigania na kukiendeleza Kiswahili tofauti na huko awali tunakotokea.